Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na kwa niaba ya waumini wa dayosisi hii na wanakiteto kwa ujumla kuipongeza serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa mambo mengi ambayo yanafanyika ili kuwaletea Watanzania maendeleo. Yapo mengi tu lakini kwa sababu ya muda, naomba nitaje nita, nita machache yafuatayo. Kwanza kusimamia na kuhakikisha amani, umoja, utulivu na mshikamano vinaendelea nchini. Amani yetu ni, mo, ni moja ya tunu kubwa ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Lakini tusisahau kuwa amani hii ilisimamiwa na waasisi wa taifa letu, baba wa taifa Mwalimu Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume aliyekuwa rais wa Zanzibar. Wajibu wetu sisi leo ni kuenzi na, kutumia amani ya taifa letu kujiletea maendeleo. Maana wa Kristo tunaamini Mungu ni wa amani na si wa machafuko na tukileta machafuko maana yake nchi yetu haitakuwa na maendeleo. Pili, elimu tunashuhudia juhudi kubwa za serikali ya awamu ya sita katika kuendeleza elimu nchini toka msingi hadi vyuo vikuu. Kuna maboresho makubwa kwenye miundombinu ya shule zetu na hasa madarasa kufuatia ongezeko la sekondari. Leo kuna idadi kubwa ya wanafunzi wanaojiunga vyuo vikuu na vyuo vya ufundi, na wengine wakipokea mikopo ya elimu ya juu juu. Hii ni hatua nzuri katika kuongeza wasomi wa elimu ya juu hapa nchini. Tatu, tunaipongeza serikali kwa kuimarisha sekta ya usafiri wa ardhini, majini na angani. Leo ni rahisi kuzunguka nchi nzima kwa gari, lakini pia kwa ndege. Sasa mtu anaweza kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma kwa masaa machache sana kwa usafiri wa treni iendayo kasi. ama kwa kanisa la Tanzania tuwakumbushe, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Michakato ni mingi, lakini mkubwa uliopo sasa ni wa kuhakiki majina na kujiandikisha, kwa wale ambao hamkuwa mmefikisha miaka 18 kabla. Baada ya hapo tutaingia kwenye kampeni, baada ya pale tutakuwa na uchaguzi wenyewe. Nitoe rai kwa kila Mwanglikana na hata wasioanglikana wa Haki ya kuhakikisha jina lako limo katika orodha ya daftari la kupigia kura huwezi kunyang'anywa, ni ya kwako, lakini unaweza ukaipoteza usipoitimiliza vizuri. Tusiwe tu waabudu wa kanisani, lakini haki ya kiraia hatuitimizi. Tupie nafasi hii kuwasisitiza sana, tushiriki katika michakato hii iliyoandaliwa vizuri, kila mmoja apate haki yake, na wakati wa kampeni sote tukashiriki, na wakati wa uchaguzi kila mmoja aende kufanya yale ambayo Mungu amemwelekeza.